ambia å hiki na kä na kä rä taå rä a ndakwä rä te hau ha mbere rä twathiä yå nä å gä twaraga ndandaobici wakä gä a na må ndå ru å gakä thiä å gakiuga rä u å yå nä we ndä rendagå kä hikia rä u niä twathiä å guo rä hau obici-nä nä ho ndakwä raga nderä irw atä rä rä na ukimenya å hiki ti wa kanitha å hiki na waku na family cianyu na andå anyu na hau niho riu nie ni ndaiguire ngoro yagwa muno na mm. mm. mm. ngikorwo eh, nginya gucoka tondu nuona muiritu uyu wa murehekani kwanyu eh. ucoke wetereire ati uri okuheyo ciugo cia gukumiriria ri ciugo kiria gia gukora ni kuirwo hiki umenye ni waku na andu anyu akaritho uyu we waikarite ku kahinda kaigana ati eh kindu makiria ya miaka itano itano ka kuhikania ona kanithaini no wega tugeragie gukoragwo maundu maria turaria tukamenya twa maria tuina turongoreirie undu uriku ndathimi i ndathimi kana urenda renda gutwike atia wera mundu ati eh ni no waku na ndu anyu ri mm -hmm. kogu uguo niguo gwathie tondu nginya kanitha nginya riera ni ria menya nginya kirohoini ni kwamenyekana uhiki ni we ogu shugurika ni ni ta mundu ucio aguikiria uhoro wa kuhangaika na niguo gwathire kogu muno ndambirie thaici kanitha ndirahigia papa siayo ya gukorwa ati